Mzozo kati ya wapiganaji wa kundi la Kihouthi la nchini Yemen bado unafukuta baada ya msemaji wa jeshi hilo la Wahouthi, Yahya Saree kudai kuwa operesheni zao za kijeshi zimeendeleza mapambano ambapo wameilenga meli ya Marekani ya USS Harry Truman iliyoko kaskazini mwa Bahari Nyekundu. Kundi la wapiganaji wa Kihouthi wa Yemen siku ya Ijumaa lilidai kuwa limelenga tena meli ya kubeba ndege za kivita ya Marekani ya USS Harry Truman, eneo la kaskazini mwa Bahari Nyekundu, huku Washington ikiendeleza mashambulizi yake ya anga dhidi ya malengo ya walipo wapiganaji hao. Katika hotuba ya televisheni, Yahya ya Saree alisema kuwa meli hiyo ya kubeba ndege ilishambuliwa katika usiku wa kuamkia leo Jumamosi Aprili 12, 2025, kwa makombora ya ndege zisizo na rubani drones. Alisistiza kuwa operesheni zao za kijeshi linaendelea kulenga meli za kivita za maadui katika eneo la kaskazini mwa bahari hiyo. Nanuku: adui, yaani Marekani, yameshindwa kudhoofisha uwezo wa kijeshi wa Yemen kupitia mashambulizi yao ya kujihami Saree alisema kupitia taarifa hiyo. Marekani haijatoa tamko lolote hadi sasa kuhusu madai hayo ya Wahouthi kutekeleza mashambulizi dhidi ya meli hizo. Tangu Ijumaa alfajiri, ndege za kivita za Marekani zimefanya mashambulizi ya anga katika maeneo kadhaa ya mji mkuu wa Sanaa na kusababisha uharibifu wa mali za umma na binafsi huku kukiwa hakuna madhara kwa binadamu. Kulingana na takwimu za Wizara ya Afya inayoendeshwa na Wahouthi hao, mashambulizi Amerikani ya Marekani yamesababisha vifo vya raia wasiopungua 116 na kujeruhi wengine 224 tangu kuanzishwa kwa mashambulizi hayo Machi 15, 2025. Mwezi uliopita, Rais wa Marekani, Donald Trump alisema kuwa ameagiza hatua za kijeshi za maamuzi na yenye nguvu dhidi ya Wahuthi na baadaye kutishia kuwamaliza kabisa. Wahuthi wamekuwa wakishambulia meli hizo zinazopita katika bahari ya Shamu na bahari ya Uarabuni, mlango wa Bab al Mandabu na Guba ya Aden tangu Novemba 2023 kwa mshikamano na Wapalestina wa ukanda wa Gaza, ambako Israeli inadaiwa kuwaua takriban Wapalestina elfu hamsini na moja. Kundi hilo lilikomesha mashambulizi yake baada ya kutangazwa kwa usitishwaji wa vita vya Gaza mwezi Januari baina ya Israel na kundi la Kipalestina la Hamas. Lakini walirejesha mashambulizi yao baada ya mashambulizi ya anga ya Israel kurejea mwezi uliopita. Katika hatua nyingine, jeshi la majini la Marekani hivi karibuni litekeleza amri ya Rais Donald Trump ya kutuma meli nyingine ya kivita ambayo ilifanikiwa kupambana na mashambulizi kadhaa ya Wahuthi huko awali wanaoungwa mkono na Irani kwa ajili ya kulinda mpaka wa kusini. Meli hiyo aina ya USS Stockdale ndiyo meli iliyoongezwa Bahari Nyekundu ili kukabiliana na wa Wahouthi hao, na ni meli yenye uwezo wa kuharibu makombora ya daraja la Arleigh Burke maarufu kama hivyo. Meli hiyo iliondoka katika kituo cha majini cha San Diego siku ya Ijumaa kusaidia operesheni za US Northern Command, yani US Northcom, katika mpaka wa kusini kufuatia amri ya kiutendaji iliyotolewa na Rais Donald Trump. Amri hizo zilijumuisha tangazo la hali ya dharura ya kitaifa na maelezo kuhusu nafasi ya jeshi la Marekani katika kulinda mipaka ya taifa hilo. Na nukuu, Toleo la Stockdale linamaanisha nafasi ya jeshi la majini katika juhudi za pamoja za Wizara ya Ulinzi kutekeleza amri hiyo ya rais, ilisema taarifa kutoka kwa jeshi la majini la Marekani. Meli hiyo itaendelea na operesheni zake ikiwa na kikosi cha utekelezaji wa sheria kutoka US Coast Guard. Mnamo Februari mwaka huu Stockdale ilirejea San Diego baada ya kuwa katika utume huru wa miezi saba kwenye maeneo ya meli za Marekani yani US Fleet ya tatu, tano na saba ilijiunga na meli ya Abraham Lincoln Carrier Strike Group na kubaki katika friti ya tano baada ya kuondoka kwa meli ya ABECSG. Wakati wa kuwepo kwake kwenye friti ya tano, Stockdale ilipambana kikamilifu dhidi ya mashambulizi kadhaa ya Wahuthi wanaoungwa mkono na Irani wakati wa safari za kupitia Mlango wa Bab el Mandeb na kusaidia meli za Marekani katika Guba ya Aden, kulingana na jeshi hilo la majini pia ilishambulia na kuangamiza makombora ya kushambulia meli zilizoendeshwa kwa njia ya mbali. Stockdale haikupata uharibifu na wafanyakazi wake hawakuumia katika mashambulizi hayo. Stockdale itaungana na USS Spru Spruance na USS Gravely, meli nyingine mbili za daraja la Estley Bark, ambazo zilitumwa mpakani mwezi Machi, kulingana na ripoti ya awali ya Fox News Digital, nanuku kama kinara wa Wizara ya Ulinzi katika kutekeleza maagizo ya mpakani, US Northcom inaendelea kusaidia kuziba mapengo ya uwezo wa Idara ya Usalama wa Ndani huko Stockdale, ikitoa mchango muhimu katika juhudi hizi, jeshi la majini la Marekani lilisema kupitia taarifa yake. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.